Mambo vipi? Kwenye video hii tena kukufundisha ni kwa jinsi gani unaweza ukaweka cover juu ya video eh? In case, unakuwa una posti kwenye kwenye Facebook kwa mfano, labda nifungue kwenye hii page ili uweze kuona post ukiwa na posti uweke cover kwa staili ipi? Kitu cha kwanza utakuja pale juu kwenye posti hizi, utachagua video yako nataka kuiweka. Aba, mimi video yangu nichagui chague hii hapa Aba, video yangu hii hapa. sinaona kava hii hapa, pingine mistake za kava hii hapa Utakweke kavako nyingine, je utafanyaje? Baada hapo, utaandika caption yako hapa, labda mimi paste caption hapa. Baada hapo, utabonyeza next. But now, ukibonyeza next, ukifika sasa hapa hapa, ndipo unapoweza kuweka hiyo picha ya juu. Kwa hiyo utabonyeza kwenye icon ya ya video yako hapa juu kushoto, alafu utasubiri ifunguke rodi kisha funguka, unashika huko. Sina la ziada kwenye, kwenye video hii, tukutane kwenye video nyingine na wakati mwingine tena. Usisahau kusubscribe na kushare video hii kwa rafiki zako.